Rais Rigathi Gachagua amekanusha uwezekano wa kinara wa chama cha Wiper, Stephen Kalonzo Musyoka, kuungana na Rais William Ruto na kufanya kazi pamoja, akibaini kuwa yeye ndiye msemaji wa mrengo wa upinzani na ikiwa Rais anataka kuzungumza na Kalonzo ni sharti apitie kwake. Kwa upande wake Kalonzo amebaini kuwa kamwe hatakubali kushirikiana na Rais William Ruto kwani uongozi wake umejaa uovu mwingi na dawa yake ni kumfanya Rais wa mhula moja ili maovu yale yakome. Wamezungumza katika ziara ya kujumuika na wananchi katika kaunti ya Machakos na ile ya Kitui. Isaac Musioka anaarifu. Siasa za uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 zinapozidi kuchacha kila kuchao. Hi cousins. Hai, Makuzo aliyekuwa Naibu Rais Rigathi Gachagua amekanusha uwezekano wa kinara wa chama cha Wiper Steven Kalonzo Musyoka kuungana na Rais William Ruto na kufanya kazi pamoja, akibaini kuwa yeye ndiye msemaji wa upinzani na ikiwa rais anataka kuzungumza na Kalonzo ni sharti apitie kwake. Na tumekubaliana juzi, mambo ya hii familia yetu, mimi ndio spokesman wa hii familia, si ndio? Na mimi kwa niaba ya familia namwambia William Ruto wewe wachana na Kalonzo Musyoka. Yeah. Si ndio? Yeah. Si alitukana Kalonzo? Yeah. Akasema ni mtu ya dengu. Yeah. Akwende asikwende, yeah. Atembee asitembee, yeah. Kwa niaba ya familia yetu ya makuzo tunamwambia William Ruto upande wake Kalonzo akibaini kuwa kamwe hatakubali kushirikiana na Rais Ruto, kwani uongozi wake umejaa uovu mwingi na dawa yake ni kufanya rais wa muhula mmoja. Salamu zetu wote ambao muone hapa mujue kama sisi wapinzani tuko tayari kung'oa Raili. Huyu mtu anaitwa Kasongo hawa kwa sababu kwa sababu ya kutoa kutoa amri kwamba watoto wetu wapigwe risasi. Huyo ni kiongoza na stahili. Wametuma yule jamaa wafaya si faya anaitwa Kindiki, mnamjua? Eti wamemtuma akuja achukue huyu Kalonzo ampeleke kwa Kasongo. Wangapi wanakataa? Sasa nataka niambie Bwana Kindiki, ambia bosi yako Ruto ya kwamba huyu Kalonzo hana damu kwa mikono yake. aliyekuwa waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi akipinga matamshi kuwa upinzani hawana ajenda kwa Wakenya, akieleza kuwa ajenda kuu ya serikali ya Kenya kwanza ni kuwanyanyasa wananchi waliowachagua. Kwa hivyo tunamwambia William Ruto, tafadhali, sisi hatuna mpango wa kupiga vijana risasi kwa mguu. Plani nyingine sisi hatuna hatuna plani ya kunyang'anya vijana pesa ya kuendelea na masomo yao katika sekondari na university. Hiyo plani hatuna, hiyo ni plani yako wewe mwenyewe. Wamezungumza haya katika ziara ya kujumuika na wananchi katika kaunti ya Machakos na ile ya Kitui. Sisi wakamba tumeungana, wakamba tumeungana ama hatujaungana nyuma ya Kalonzo? Hii watu yetu wa opposition Tukipiga hesabu. Tupige hesabu. Tuone Kalonzo Musyoka washindane na William Ruto. Mtachagua nani? Mtachagua nani? Mtachagua Isaac Musyoka. Undugu TV.